Wafanyabiashara katika kaunti ya Busia wameshabikia mradi wa kuweka taa za umeme mitaani na sokoni. Hatua ambayo imewapa muda zaidi wa kuendesha shughuli zao za kibiashara hadi usiku pamoja na kupunguza visa vya uhalifu. Maeneo yaliyofaidika ni pamoja na Alupe, Kemodo, Kolanya, chuo cha kifundi cha Bunyala pamoja na masoko ya Mungati na Bumala. Mradi huu umetekelezwa na serikali ya kaunti ya Busia pamoja na shirika la usambazaji umeme na kawi REREC kwa gharama ya shilingi milioni mia moja hamsini. Soko yetu imepanuka mpaka watu wanatoka saa tano u saa sita Si kama pale awali, sisi tunatoka saa moja saa mbili tushafunga biashara yetu, tushaenda nyumbani. Hivi sasa sisi tunatoka hapa saa nne saa tano hata wengine wanatoka saa sita Before hizi taa zikuje, tumekuwa na wasiwasi sana wakati tunapeba mteja, especially ungemjua ungemuona vyema vie, na ungetambua kwamba yeye ni aina gani angekuwa ni hui... Ule ambaye anataka kuua kona sla ungejua. jua Even if we are paying extra power, I mean to the Kenya power as a county will be saying we have stimulated business is going on.